Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni leo bwana, ni sakata zima la hii issue ambayo imetokea hivi karibuni, na hii bwana, inamhusu Abikubanga ambaye huyu bwana ni shabiki mkubwa kabisa wa Harmonize Konde Boy. E, tunafahamu kwamba Abikubanga amekuwa akimsupport Harmonize kwa muda mrefu. Lakini jambo ambalo limekuja kufanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi ni kwamba hivi karibuni bwana ameonyesha kama vile ameamua kuswitch sides, yani ameamua abadilike, ahamie upande wa pili wa Diamond Platinumz. Maana hapo awali tulikuwa tunamuona Abikubanga akiwa anamsupport sana Harmonize na kumsema vibaya Diamond, lakini this time around ni kama vile mambo yamebadilika ghafla, na jambo hili limefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi kwamba nini ambacho kimepelekea Abikubanga ku ghafla tu kumsaliti Harmonize na kuanza kumsupport Diamond Platinumz. So hii situation bwana ilianzia tokea siku ya jana. Tuliona Abi Kubanga akiwa ameposti vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vina mfavor zaidi Diamond, au vilikuwa vinampa maua Diamond Platnumz lakini akuishia hapo, akaamua mpaka kurekodi video na akiwa anazungumzia swala hilo. Lakini siku hii ya leo bwana, amezidi kudidimiza au amezidi kuliongelea hilo swala kwa undani zaidi, baada ya kufanya interview na moja kati ya media hapa Tanzania. Ni kwamba katika interview hiyo pia, Abikubanga ameulizwa kwamba msanii gani ni bora zaidi hapa Tanzania, na moja kwa moja bwana, ni kwamba Abikubanga akadai kwamba msanii bora bwana hapa Bongo si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Yaani ameamua kufunguka directly, maana awali alikuwa anasema kwamba top 3 yote ni wasanii wazuri, lakini mwisho wa siku tukawa kila mtu akawa ameshaelewa kwamba sasa hivi Abikubanga bwana amekuwa akimsapoti uh, au amekuwa akionyesha mahaba mazito au mapenzi makubwa sana kwa Diamond Platinumz, tofauti na hapo awali alivyokuaga akimchana waziwazi Diamondi na kumsema vile vitu vingi sana ambavyo yeye alikuwa anaviona Bikubanga, kama vile Diamond alikuwa anavikosa. Kwa hiyo Abikubanga bwana alivyoulizwa awali kwamba msanii, msanii gani ndiye msanii bora na msanii bora anakuwa na vigezo vipi? Kwa mujibu wa vigezo vya Abikubanga amedai kwamba msanii bora ni msanii ambaye hatoi ngoma mara kwa mara, lakini akitoa ngoma moja hata kama wenzio akitoa ngoma kumi baki, lakini bado stili ya kwake moja inakuwa imestand out, yani ya kwake hiyo ngoma moja inakuwa ina uzito kuliko ngoma za wenzio ambao wamezitoa mfululizo au nyingi zaidi yake. So Abi kubanga baada ya kuzidi kupelelezwa zaidi na zaidi kutaka kufahamu kwamba je, ni nani ye msanii wake bora akasema kwamba top 3 yote anaona kwamba wako vizuri, akiwa anamaanisha kwamba yani, wasanii top 3 tunamzungumzia, Harmonize Diamond pamoja na Alikiba, hao ndio yu, mba, top 3. Kwa hiyo Abi kubanga kama amesema kwamba top 3 wote wako vizuri, it means kwamba alikuwa anamaanisha wasanii hao watatu wote wako vizuri lakini alivyoulizwa zaidi kwamba je, kama ndio unampa mtu hapo crown, yani nani ndiye bora zaidi, yani wa kumvesha ile e, kofia ya ufalme, hapo ndipo Abikubanga bwana kaamua afunguke wazi kwamba Diamond Platnumz ndiye msanii bora oh. Kwa hiyo hiki bwana ni kitu ambacho kiukweli kimeshangaza watu wengi sana kuona kwamba imekuaje tena Abikubanga ghafla. E, yani, ghafla binivua, automatically namna hii ameamua kusema haya aliyoyasema kumuhusu Diamond kwamba ndiye msanii bora na kumkana Harmonize, msanii ambaye Abikubanga amekuwa kimsupport almost miaka kama mitatu hivi au minne, lakini this time around ni kama vile Abikubanga ameamua abadilike ghafla. Sasa hebu sikiliza hapa Bikubanga alivyomtaja Diamond kwamba uh, yeah. Uh, ndio msanii bora, jambo ambalo limewaacha watu wengi sana mdomo. Simba hiyo wazi, ndio msanii ambaye sasa hivi anawakilisha Tanzania of Yeah, so hivyo ndivyo mambo alivyo bwana, at the end of the day, ni kwamba Bikubanga amemtaja Simba, Damond Platnumz ndiye msanii ambaye anayewakilisha Tanzania kwa sasa hivi na hakuna msanii mwingine ambaye anafanya vizuri kama hivyo. Kwa hivyo basi moja kwa moja eh, ni kwamba kupitia ukurasa wake pia wa Instagram, Bikubanga ameposti hiyo, alafu hapa akaandika kwamba imekuwaje tena sio Konde Boy Abiku afu, aka, akajitagi mwenyewe akajita akamtagi Harmonize na Diamond hapo, wadau wamekuja kuweka comment zao hapa. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, hawa ndio machawa wenye njaa. Kuna mtu amesema kwamba bwana, dawa zimeisha, au kile kilogo ki kimemkwisha, yeah. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, haya ni makubwa mno, imekuwaje tena abikubanga amehama kwenda kwa Diamond ghafla. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, mjiako kaka, wewe kweli msomi unasema kwamba, unasema msanii lakini ugombani naye sio Uh, sio Harmonize, sio simba kote unatoka, una IQ kubwa sana. kuna mtu hapa amekuja kumtagi uh, mwijako kwamba yeye bwana ana IQ kubwa, anawasema wasanii lakini hagombani nao, na hivi vinavyoonekana huku sasa hivi mitandaoni inaonekana kama vile kwa namna moja au nyingine, uh, abikubanga bwana, kama vile labda kuna ugomvi umetokea au kuna kutokuelewana kati yake na Harmonize na imepelekea haya yote kuhappen, ghafla ameamua kubadilisha upande na kuanza kumsupport Diamond Platinum. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba if you can't fight them join them. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment amesoma bebo na njaa mbaya sana tena, eh, ukitoa mfukoni ukiweka kichwani inakudhalilisha. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kuna mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba Kubanga ndugu yetu, nini kimekukuta? Yaani kwa kifupi ni kwamba watu wengi sana wameshangaa, wamekuwa very surprised kuhusiana na hii issue ya Bikubanga hivi mpaka kufanya interview na kuelezea kwamba msanii wake bora au msanii wake pendwa zaidi kwa sasahivi hapa Tanzania si mwingine bali ni na mze, na wakati kwa muda mrefu sana tumemwona Bikubanga akiwa anadai kwamba msanii wake bora au pendwa ni, ni Harmonize Con The Boy. Kwa hiyo hivyo ndivyo wadau walivyokuja kuweka maoni yao katika comment section kuhusiana na hiyo situation, lakini pia vile vile amekubanga bwana hajaishia hapo. Kuna picha ya Diamond nyingine tena ameiposti alafu akaandika kwamba kama ikikupendeza Simba, mimi naomba laki tano tu, najua uwezo unao wa kunipa au followers. Alafu akasema kwamba bwana watu wote followers wanaomba hapa, mimi nimechelewa kweli. So kwa kifupi ni kwamba abikubanga bwana ameonekana wazi kabisa kwamba yeye anachokitaka ni kuwa karibu na Diamond Platnumz kwa ajili ya kupata followers ili brand yake iweze kwenda, kwa sababu kwa muda mrefu sana inaonekana wazi kwamba abikubanga bwana amekuwa akipambana, lakini hapati followers. Lakini kwa mujibu wake mwenyewe abikubanga anadai kwamba mgawa followers hapa bongo si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Ni Diamond ndio, bwana ukiwa naye karibu lazima utapata followers, watu watakufuatilia eh, bwana utakuwa na fan base kubwa eh, comments za kutosha na vitu vingine kama hivyo na huwe Huenda hiyo ndiyo sababu ambayo imemfanya abikubanga na yeye pia adondoke upande huo wa, e, wa Diamond Platnumz, na ndiyo maana sasa hivi tunamuona akiwa anamsifu Diamond na vitu vingine kama hivyo. Ya, so hivyo ndivyo situation ilivyo ukiwa kama mdau, na pia weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Na pia vile vile hakikisha tunazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.